Wiki hii polisi alikuwa anamkimbiza mwizi, amemkimbiza akafika sehemu, yule mwizi akaona ana pa kukimbilia. Jamaa alikuwa amebaki gari lake, akaingia kwenye ile gari akamwomba kwamba bwana, ni fadhi hapa, polisi atakamata. Naona kasema, basi poa, kaa huko. Polisi akaja, polisi kaangalia ka mazingira, akaona kule kote panaonekana, huyu mtu atakuwa yuko wapi, atakuwa kaingia kwenye ile gari. Akamuuliza yule dereva, mliki wa gari, namtafuta mtumio wa wizi yuko wapi? ajaingia huko kwenye gari. Yule jamaa akamkatalia akasema, hapana, hayupo. Kaambia sasa sasa, kama yuko, mimi afisa wa polisi, kama anavyoona na uniform, nataka nipekue hii gari. Kaambia upekue, una search warrant? Una search order? Kaambia tunaona lakini na uniform. Kaambia hapana, huwezi kupekua bila kuwa na hiyo nini search warrant au search order, yaani acha upekuzi au ambie upekuzi. Yule polisi akasema sawa, akageuza akaondoka zake. Baada ya polisi kuishia, yule mlige atafungua ile gari ile ya mruhusu yule mwalifu atoke, angalia, aaaa Alikuwa na laptop haipo imebebwa, simu imebebwa na hela zimebebwa. Akamgeukia yule polisi ambe anambia afande afande, njoo njoo, ni yule mhalifu alikuwa hapa na kanibia vitu vyangu akikimbilia kule. Twende tukamfuata. Yule polisi akasema hapana, utaratibu uko hivi. Utaka kumkamata mhalifu, fungua kesi uje na arabi, kumkamata. Tusifumbie macho mhalifu ndugu zangu. Mhalifu hapo na tunaishi nao. Tweni taarifa, sawa? La